afiki yangu ndugu yangu shemeji yangu, kwanza nimpe pole kwa sababu amepita katika kipindi kigumu sana, pita kipindi cha ku maneno hapa na pale, amepita kipindi ambacho ameondokewa na mtoto. Nadhani kila mmoja anajua uchungu wa mwana aujuae mzazi, kwa hiyo nampa pole sana dadangu na baadhi tulikuwa tumejipanga kwenda kumuona baada ya kumaliza arobaini, na bahati nzuri nimesikia sikia kwamba wenzetu waliokoka hawana arobaini, lakini tunasema kwa mzazi lazima awe na arobaini kwa sababu ndio, ndio, ndio mwenye mtoto wake. Nimpe pole. Mimi sina la kuongea sana kwa yale aliyozungumza jana, nimesamee nimesamee kwa yote aliyoyazungumza jana, ninaomba kama kuna watu aliwagusa na wengine wakasikitika sana, na yale yote aliyoyaongea jana, dadangu, wamsamehe. Duniani, msiba wa mtu fulani, nitoke Steve, niseme tu kwamba na niwatangazie umma wa Watanzania, nikurupuke tu, niwatangazie umma wa Watanzania kwamba ndugu zangu, nimeongea na Muna, niwatangazie tu umma wa Watanzania, yaani kwa akili tu ya haraka haraka. nitoke tu huko, niwatangazie umma wa Watanzania kwamba jamani, ndugu zangu hey. Mambo sasa shwari hey, hey. Nimeongea na Muna, kuna moja, kuna mbili, kuna tatu nini msiba utatoka mochwari, utaenda Mwananyamala kwa baba wa mtoto. Ukitoka kwa baba wa mtoto utaenda Leaders. Ukitoka Leaders tutaenda kuzika Kinondoni. Nikurupuke tu nikurupuke tu bila kuambiwa na wahusika wenyewe <laughs> kwa akili tu ya haraka haraka Steve alikurupuka tu. Hiyo ni miujiza gani aliyokuwa nayo ya, ya kukurupuka tu kupanga ratiba ya watu bila yeye kutumwa na mtu muhusika mwenyewe? Sikukurupuka, sikukurupuka ndugu zangu, mimi ni mtu mzima na familia na watoto na ndugu na jamaa, na bahati nzuri nilipewa maagizo hayo na Muna mwenyewe akiwa Nairobi pamoja na mmewe Bwana nani sijui yule mtu wa nini wa nyimbo nyimbo anaitwa nani? Yeah. Yeah. Joel ndio alinipigia mimi simu. Nyerere tunakuomba utusaidie, katangaze ka kawatangazie umma wa Tanzania. Muna amekubali na niko naye hapa. Mtoto atatoka hapa, ataenda hapa, atatoka hapa. Ata... Na wakati ananiambia hivyo niko na baadhi ya ndugu wa Muna. Na baada ya hapo akapigiwa simu mama yake Muna kwamba tumeshamwambia Steve awatangazie. Wa sasa mimi mimi ni nani ambaye natoka tu na kurupuka kwenye msiba wa mtu kusema kwamba tutazika hivi, tutafanya hivi tuta... bila maagizo ya mwenye msiba <laughs> nimesamehe. Nime... Nimemsamehe. Inawezekana conscience yake <laughs> inawezekana ee, conscience yake bado haijatulia ya vizuri. Nimefanyaje? Nimemsamehe. La pili, Nilichokisema kuwatangazia watanzania ndio kile kilichofanyika. Jamani, nyie ni mashahidi, msiba umetoka moja hadi ulienda Mwananyamala, kosa langu lipi? Ulipotoka Mwananyamala, si ulienda Leaders? Ulipotoka Leaders, si ulienda makaburi ya Kinondoni? Na lile nilokuwa nimelitangaza si ndio lile liyofanyika kwa maelekezo yao? Nimesamehe. Nimefanyaje? nimemsamehe dada yangu kipenzi kabisa kwa roho nyeupe. La tatu mliokuwepo na nyiye ni mashahidi na watanzania waliona pale Leaders, yule mama mchungaji, mama mtu mmoja wa kumshukuru Mungu sana, yule mama ana maono ya mbali sana, yule mama mchungaji, yule mama mchungaji ambapo anasali, dada yangu alimwambia Muna, pita yaliyopita, si ndwele mgange ajayo. Nawajua, najua kila kitu, mpo kwenye uchungu gani. Yule mama alizungumza vizuri sana, mama mchungaji. Ina maana na mama mchungaji alidanganywa. Kwa maana hiyo, ningekuwa mimi mchungaji, sina imani tunakuwa na muumini wa namna hiyo kwa sababu sifa moja hapo ya kuokoka ni kusema ukweli. Nalo nimesamehe lakini tatu tatu, familia nzima, mama mzazi alikuwa Mwananyamala, ndugu wa Muna kutoka Mwanza huko Msoma walikuwa Mwananyamala dada zetu walikuwa Mwananyamala, Mainda rafiki yake kipenzi alikuwa Mwananyamala. Sasa mi nani niende huko, na utaratibu tuliopewa ni Mwananyamala. Nimesamehe, lakini napata mgagasiko wa kusema dada zetu, msizani zamani awa mama zetu walikuwa hawatokei mambo kama haya lakini walikuwa na kitu kinaitwa kaba kulinda mila na desturi make hii ni, kuf, ni kufezesha wakinamama kufezesha dada zetu unapata binti mdogo tu unakuwa naye akikwambia niko pregnant unamwambia we e mngoja azaliwe twende tukapime tusamehe vijana tumejifunza kitu hapa Sina mengi sana ya kuzungumza nayo, mengi mazito, lakini sio kipindi chake. Mtoto leo ana siku ya kumi na saba. Mimi ni Mkristu, katika moja ya sifa ya Ukristu inasema lazima tusameane yani, kutoka rohoni mwangu kabisa. Wanasema kizuri lazima kiipite katika misukosuko hakuna dhahabu ambayo inatoka tu bila kupita kwenye moto, ila dhahabu baadaye inang'ara. Nimemsamehe dadangu na tusiyafanya ya mambo yawe malumbano. Kwanza anamfedhesha mtoto wetu ambaye Mwenyezi Mungu amempenda zaidi, lakini pili, anafedhesha familia zote, lakini tatu, jua kwamba kila jambo lina mwanzo na mwisho, lakini naomba niseme tusiitumie mitandao hii na hili na bado nalirudia sana, kwa chochezi ya kuwasha moto. Tutumie mitandao hii kwa nia ya kukuza na kulitangaza taifa letu kuwa wazalendo. Nami nimejifunza kitu, labda leo niwaambie Nimejifunza kitu kimoja kikubwa sana. Siwezi kusema naacha kusaidia. Linapotokea tatizo, nitakuwepo mbele kwa mtu yoyote, sitaacha, lakini nitakuwa mwoga kwa watu ambao sio sahihi. Nichukue nafasi hii kusema, nimemsikia dada yangu jana amezungumza maneno mazuri mazito na moja, maneno mazito nimeangalia, nikamwambia bwana, kwanza ile nyumba anayokaa pale Bwana Pita haina hati, kwa hiyo nyumba ya serikali <laughs> kabisa, ikawa wakachukua nyumba yao. Nimesikia watu vingi tu vizuri wake, nyumba ambayo haina hati ni nyumba ya serikali hiyo, ina nini sijui, makazi na nini na nini. Nimesikia maneno anasifia sifia watu, nimesikia maneno anatukandamiza na kutoa voice Nasema nasema nimemsamehe na nasema tusifanye hii kuwa ajenda, na sidhani kama ni ajenda ya msingi sana, inayo uwezo wa kutusaidia sisi vijana au kulisaidia taifa letu. Kwa hiyo mimi sitaki kuongea vitu vingi ambayo nadhani kama ni ajenda muhimu tukaipa kipaumbele. Sio ajenda muhimu. Ajenda muhimu ni kuhakikisha kwamba taifa letu ina mshikamano, upendo, ushirikiano na tuwaze kwa kufanya kazi kwa bidii. Ndio nadhani ajenda muhimu. Tumsaidie Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ile kauli mbiu yake ya hapa kazi. Lakini isigeuke hapa kazi ndio iwe kazi ya kutukanana kwenye mitandao. Eh, hey, kiki yo, sijui kiki, sijui nini disco, sijui nini ah. Nichukue ah nafasi hii kwa yale ambayo dada Muna kayasema jana, ametoa hisia zake kwa Watanzania. Ni mwanamke jasiri sana, ni mwanamke jasiri sana, katufundisha sisi vijana, katufundisha na wazee wetu. Msizani katika hizi familia tuna watoto, hizi familia tuna watoto, lakini mama zetu wame, wame, wana, wana kaba ile ya kuilindia heshima familia. Tukianza kupekuzana hapa, watoto tunaoishi nao kweli wa kwetu au sio wa kwetu? tutakuja kugwe, kugundua mtoto uliokaa nayo umemsomesha mpaka form six mpaka chuo kikuu, kumbe wa mlinzi wako getini, tutauana. Kwa hiyo lazima itumike busara sana, lazima itumike bu... na mwanamke yoyote mwenye busara lazima awe na kaba ibusara sana. Mama zetu wa zamani walikuwa na miko, walikuwa na miko, walisimamia kitu kinachoitwa ndoa. Ndoa jamani sio kitu cha ujinga, ujinga hiki tunachozungumza. Ndoa ni kitu kikubwa sana. Hata mnapoachana kwenye ndoa, akifa mmojawapo, anayekuja kuweka ua sio yule ambaye uliomchukua aya kuja kuweka wa ni yule uliyeingia naye kanisani, kwa maana Mungu ndio aliwapendeza nyinyi, kwa, kwa ushetani wenu tu. Sasa niseme nimesamee. Mi ni Mkristo, kazi yangu moja tu kusamee. Nimesamee kwa kila jambo. Asanteni sana. Nimuombe dada Muna na awe huru huko alipo. Asizani kwamba hata tukionana nitakuwa na kitu moyoni. Hapana, hapana, sitakuwa na kitu moyoni chochote. Kwanza nikimwona na namna ya hata ya kumsalimia asijisikie vibaya, nimemsamehe kwa sababu sijui kama anachokiongea anakijua, lakini pili liwe funzo hata kwa dada zetu kwa haya ambayo yanayotokea hayatufundishi kwenye jamii kitu kizuri, yanaiharibu jamii. Na jamii ya Watanzania ina miko, jamii ya Watanzania ina kupendana na kuaminiana. Hichi kinatufundisha nini? Mimi naomba nitamke, tukitufundishe kusamehe. Asanteni sana, tuko pamoja, sihitaji maswali. Mungu awabariki sana, asante sana. Naye amemsamehe, asante sana asante sana dada Shirole umpe salamu. Ah, umpe salamu. Shirole hana tatizo hey. Amesamea na yeye nampa salamu Muna, alipo popote kule, nimwambie nimemsamea ndugu yangu hmm. Mtoto akikukata mkono akinyia mkono wa nini akinyia mkono wa ak, kulia, hukati mimi si ukati mwanangu huyo hmm. Nimesema mangapi sembuse hili nalo litapita hmm. Usipoiamini Biblia utamwamini shetani. Mimi naiamini Biblia, inasema same mara sa sabini ni me same. Asante sana sa. Sa. Sa. Same kwa shirwa, sa. Hey, na same tu <laughs> yes Naam, mtazamaji wa Global TV Online sasa hayo ndio maneno ambaye ameyazungumza mkubwa Steve, mara tu baada ya press conference ambayo ilifanyika jana maeneo ya Mbezi kwa Muna. Muna aliongea mengi, lakini pia uh, neno kubwa ambalo amelizungumza Steve ni kwamba amesamehe yale yote ambayo ameyasema, kwamba yeye Muna amesema kwamba ameyasamehe, hilo ndio neno kubwa ambalo Steve amesema nafikiri wewe mwenyewe umeweza kuyaona. Usiache kutufuatilia kupitia Global TV online, lakini pia kama bado hujawa mwanafamilia wetu uh, fanya kusubscribe YouTube channel yetu ili uweze kuwa mmoja kati ya watu ambao ni wanafamilia yetu. Lakini pia uh, ukisha subscribe bonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa uweze kuwa wa kwanza kabisa, uh, ili uweze kujipatia chochote kile ambacho kinatokea. Lakini pia katika page zetu za Facebook pamoja na Instagram tunapatikana kama Global Publishers. Kwa upande mwingine wa Twitter tunapatikana kama Global Habari. Asante, mimi ndo Junior Msongo, lakini pia nilikuwa niko na Amos.